Bahari ina mambo mengi sana wanasema, bahari ina mambo mengi sana, inatisha na nini? Wewe unaingia kuvua au unaishia tumu hivi, hmm? kuna mtu ambaye uh, yupo Tanzania bara anataka kutoka na hii boti kwenda kisiwani, kwenda wapi? gharama yake ikoje? fresh. Angalau simaanishi kwenda bara. Mtu ametoka bara, unajua watu kwa kule tunaamini huku ni sehemu ya kuja kuenjoy. Mtu yuko Tanzania bara, yuko Dar es Salaam, anakuja kuenjoy huku, anataka atoke na boti hapa kwenda kisiwani, gharama yake, ila kuna ile kuelewana, elewana hapo, mtu anakubia 80 Hey, muonekano wako vile vile no, nachangia, akaonea huruma na no, nakwambia 50 nipeleke leo na yeye apeleke kitu. Kwa hiyo tukiwa nane, tuna 5500 mnatupeleka kisiwani. Fresh bwana. Kwa maana kama kama tarege magumu. Napeleka kwa shilingi elfu arobaini fresh. Eh, bwana, kama mko zenu nane mmekuja Zanzibar, mwanangu atanigia ata namba yake hapa. Mmekuja Zanzibar, mnacheki na mwana mkiwa nane mnatoa 5500 mnaenda kisiwani. Visiwa viko mbali, kwa hiyo mi najua mnaenjoy, mnaenjoy vya kutosha. Kwa mgeni mgeni, unaweza hivyo, ujachekecha, unachekecha shilingi ngapi? dola arobaini. Maana sasa hivi dola si elfu mbili, si na kama dola mia, yeah, nne themanini He, ni hela ziada kama kaka enjoy safari yake na kupa hela ziada. Anaanza kupa dola. Ni huduma nzuri, kuna usafi wa chombo, pia maandalizi hadi kama vyakula seafood zile chipsi, mazingira ya kukaa hema kujengea anapenda mziki mziki kwa mkia mziki kidogo. Wageni wanakuja na tamaduni tofauti. Changamoto gani ambazo wewe umeshawahi kuzipitia kwa tamaduni zao wanazokuja nazo eh? anataka vingine mm. kuatata kwa, kwa, kwenye kuelewana kwa, tada, wengine ni lugha pia tofauti kutoelewana ni shida kama hiyo. Kiingereza kipande sana sana, akiingereza kimo cha kutemeza yeah. <laughs> sawa <laughs> yeah. Kwa hiyo uh, tunaamini kwamba wengi tuliopo huku tunaamini kwamba wazungu wana hizi tabia kwamba anaweza kukiss hadharani na nini umembeba mtu na mpenzi wake hujawahi kukutana au kufanya... am, yeah, na changamoto na. Nataka kukisi au kufanya hiyo, kawaida kutokea. Akija huko anajua huko, tamaduni wanasomeshwa toka airport au akija kwa meli ngoja TikTok account yako watu wa kufollow kwanza. uh, uh, Okay. Namba yako ya simu. okay. yes. ah, ah, poa, utanipa mimi basi private yes. Enda kucheki mambo sija kama mengi yes. pamoja sana yes. mwanangu yes. Nasor yes. baridi. Hebu andika namba yangu afu nitumie message hapo nipate yako. Naweza nkawa na wageni huko na nini mia na moja moja sifuri moja, toa hiyo, toa hiyo ziro moja moja ziro moja. Mi namba yangu sio asili tenzete sasa, hiyo okay. Yeah. Nitumie message kama una WhatsApp, ni check WhatsApp. Mi naitwa Amri Mwingwa, Amri Mwingwa, Mwingwa. Yeah. Wanangu oh, wa Bongo, kama mnataka kuja kutembea Zenji, unataka kupanda boti, unaonaga wanao wanavimba kwenye matiktok, kwenye manini, afu arobaini tu unapanda kispidi boti kama hicho hapo, mambo yanakuwa unyama, au si baridi? Let's go man.